Hii ni msemo nataka ni mbili gatho wakachagua. Siasa ya Mbeere North ilikuwa ya, ya Muthende na mtu wa opposition. Lakini after that, nataka wakachagua ni kuambie. Ulikuwa unajipiga kifua. Hata unakumbuka ulisema utakuja marking scheme na kusema, ati utasema ni nani atachagurua Embu? Governor, Senator, Women Rep, MP na MCA. Nataka ni kuapatie. Last one, wachana na mambo ya Embu County. Uko na county ya Nyeri. Hakuna wakati hata mmoja kusasikia ukisema mambo ya leaders wa, wa Nyeri. Kila kitu yote ni kutukana na leaders wa Embu county. Wachana na sisi wakati huu county kumi, tuko katika mikono ya Professor Abraham Kindiki Kithure, na ndio makamu wa rais wa Kenya. Ulishindwa na kazi, tulikupembeleza tukakupigia makoti, au kusikia, wacha mwingine aende anjaribu, na ni kijana wa Mount Kenya, mtu ambaye ni sunjaa mtu wako na elimu ya kutosha, kijana ambaye anaweza pigana nguvu ya maombi na kila kitu, hata kwa karamu, kila kitu anaweza fanya. Kwa hiyo nataka nikuambie hii mchezo ilikuwako katika Mbeere North, na kwa sababu sasa hii election imeisha, wewe unafaa urudi nyumbani, wachana sisi, wacha na mambo ya Embu kwa sababu wakati huu kingpin wa Mount Kenya ni profesa, ni makamu wa rais profesa Abraham Kiliki Dhule, na tunataka mtu ambaye ni shujaa, tunamtuma juu ya development. Ajenda yetu ni mambo ya manji, ni mambo ya parapara, ni mambo ya stima na pesa ya CDF. Hata mtu tunaweza kuenda kwa yeye tuwezi kumwambia endele kusungumzika hizi tu wote maendeleo. Sasa wewe nifita ilikuwa nifita au kwa nasikia. Kwa hiyo waachane sisi, nataka nikuambie hata kiti yoyote, hata kiti ya carton DP uvai kuitisha unafaa ukae nyumbani, na pia unjifikirie uone ni wapi ulikosea, ndio uweze kusaidia wale wengine. Ile kitu unaweza kuitisha labda urundi katika kwa kanisa, na pia mbivo urundi kwa kanisa, wa kanisa unafaa uende uitike kategedhimo, ndio uweze kukubaliwa kuwa mzee wa kanisa.